Ni Bugoma TV. Habari habari. Sasa kila halmashauri lazima ijipange vizuri kuhakikisha mnajiandaa vema kufanya ubia na watu binafsi na taasisi mbalimbali kama ambavyo itaelekezwa hapa ili kuweza kupata manufaa makubwa ya fursa hizi za kiuchumi au shughuli za kiuchumi ambazo tunazo katika mkoa huu. Kwa hiyo tusifikirie tu halmashauri peke yake. Hata sisi ngazi ya mkoa tuna uwezo wa kufanya hivyo. Hata ngazi za wilaya wana uwezo huo, hata ngazi za kata wana uwezo huo, kwa maana unamiliki eneo, lakini unakaribisha wengine kuja kulitumia kwa pamoja eneo lile, na wewe unapata manufaa. Kwanza umemiliki, lakini pia faida itakayopatikana pale, kwa mujibu wa sheria, inawekwa utaratibu mzuri ambao utanufaisha maeneo haya yote. Kwa mafunzo haya ni muhimu sana, na naomba tuyatumie wote Tunayo shughuli kubwa ya kiuchumi ya ufugaji wa mifugo ya aina mbalimbali, na hii pia inachangiwa na uwepo wa hali ya hewa nzuri, uwepo wa malisho uwe mazuri, lakini pia kutengwa kwa maeneo ya malisho katika baadhi ya halmashauri, kutengwa kwa ranchi kwa ajili ya mifugo na kufanya mipango ya matumizi bora ya ardhi, ambayo yameainisha maeneo ya mifugo na kuwezesha ufugaji wenye tija katika mkoa wetu lakini ukiacha ufugaji wa mifugo tunao pia ufugaji wa nyuki ambao ni shughuli ya kiuchumi inayopatikana kutokana na uwepo wa misitu, na hasa asilimia kubwa ya misitu yetu ni misitu ya asili. Kwa hiyo ufugaji wa nyuki, na kwa maana hiyo ufugaji wenyewe, lakini na mazao yake ya nta, asali, lakini na product nyingine zinazopatikana kutokana na ufugaji wa nyuki, nalo ni jambo ambalo kwenye mkoa wetu bado tuna fursa kubwa ya kuweza kulifanya katika masuala haya ya ubia na likatuletea manufaa makubwa sana. Na maeneo mengi katika eneo la kilimo ambayo tunaweza tukaengage sekta binafsi kwenye utalii na maeneo ya miundombinu na maeneo kadha wa kadha ambayo sisi kama mkoa kupitia mamlaka zetu za serikali za mitaa ambayo ambazo zimepewa eh, mandeti ya kuweza kupima yale maeneo tunaamini tukienda kwenye utaratibu huo, kwamba haya maeneo yataendelea kupimwa na yale ambayo yamepimwa tayari, yatawezesha e, sisi kama serikali pia kuwakaribisha sekta binafsi kuweza kufanya kazi kwa maana ya uwekezaji katika mkoa wetu wa Katavi. Naitwa Dr. Bravious Kahyoza, ni mchumi na mratibu wa zoezi la mafunzo na uibuaji wa miradi ya ubia mkoani Katavi e, ambayo yameandaliwa na kituo cha ubia cha Tanzania yani PPPC. Kituo hiki eh, hivi sasa kimeweza kuwashirikisha eh, wadau wa sekta muhimu eh, za kiuchumi na kuweza kuliona kama ni eneo muhimu la kutengeneza ajenda ya kiuchumi kwenda kwenye dira ya maendeleo ya mwaka elfu mbili na hamsini. eh, nchi inatarajia kwamba itatengeneza uchumi wa takriban dola trilioni moja kufikia mwaka elfu mbili na hamsini. Na ili tuweze kufanya hivyo tunahitaji sekta binafsi ambayo inashiriki moja kwa moja kwenye shughuli E, za kiuchumi na kufikia dola trilioni e, moja maanake utahitaji ku, e, kukuza uchumi huu kutoka pato la Mtanzania saizi moja moja la dola elfu moja mia tano kufikia dola elfu nane na mia sita e, dola elfu nane mia sita kwa mwaka. Hususan kwa halmashauri ya wilaya ya Mlele tuna miradi mingi. Tuna kiwanda cha asali. Tuna miradi ambayo tunaweza tukawapata wawekezaji na tukafanya nao kazi kwa kushirikiana kwa maana ya kufanya ubia kwa pamoja. Kwa majina, naitwa Dr Alex Mrema, kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Tanganyika. Sisi kama halmashauri ya wilaya Tanganyika ni halmashauri pekee yenye eneo la ukubwa wa takriban kilomita za mraba elfu kumi na sita mia tisa kumi na moja zilizoambatana na fursa mbalimbali. Kwa hiyo tumeziona fursa ambazo tunaweza tukazifanya kazi pamoja na ubia na kupata miradi ya kimkakati ambayo inaweza ikaleta maendeleo kwenye halmashauri ya wilaya Tanganyika.